Naanza kuwahusia watanzania kulinda amani ya nchi yao ndugu zangu wa Tanzania, ninaongea nikiwa mkongo kutoka katika nchi iliyojaa utajiri lakini iliyopoteza utulivu kwa miaka mingi. Katika nchi yetu ya Kongo tumeona sura mbaya ya ukosefu wa amani: watoto kubeba silaha badala ya mabegi ya shule, watu kuhama kwao na kuwa wakimbizi kwenye ardhi wasiyoijua wake kupoteza waume, waume kupoteza familia, ndoto kuteketea kwa risasi sababu ya ukosefu wa amani. wa Tanzania na wahusia ichunge amani ya nchi yenu, ilindeni amani ya nchi yenu. Amani ni kitu ambacho huwezi kununua tena mara ikipotea. Ni kama kioo, ukikivunja unaweza kukiunganisha lakini hakiwezi kurudi kama kilivyokuwa. Kiukweli, wa Tanzania mnayo neema kubwa, mnalala kwa utulivu, mnasema kwa uhuru, mnaishi bila hofu ya milipuko wala milio ya bunduki. Sasa sisi Kongo kulala ni maajabu, maajabu tena, maajabu sana. Usiku nzima ni milio ya bunduki ahadi, wengine wanajiuliza ni lini nusra ya Mwenyezi Mungu itakuja? Hebu sikiliza kwanza, hali yetu ya Kongo ikifika muda wa saa moja za usiku, namna hali inavyochafuka. Hebu sikiliza kwanza tafadhali. Wa Tanzania, msichukulie amani kama kitu cha kawaida. Maandamano yasiyo na utulivu chuki za kisiasa au kidini, fitina na maneno ya kuchochea. Haya yote huanza kwa utani, lakini huishia kwa machozi. Tanzania ni mfano wa Afrika, msiharibu alama ya tumaini. Msisubiri kuijua thamani ya amani baada ya kuipoteza, kama sisi wa Kongo. Ninawaambia kwa uchungu wa moyo, kama mkimbizi wa vita, heri ningeishi maisha magumu kwa amani kuliko maisha ya kukimbia kifo kila siku. Lindeni Tanzania yenu, lindeni amani yenu, ni urithi bora kabisa kwa kizazi chenu. Kwa upendo na mshikamano, kutoka kwa ndugu yenu wa Kongo, Hidjazi Mindset. Namalizia nikisema, enyi wa Tanzania, ikiwa mnataka kuijua ubora wa amani, basi karibuni katika nchi yetu ya Kongo, Mtizame namna tunavyoteseka kwa sababu ya ukosefu wa amani.